Waheshimiwa watumishi wa Mungu walioko mahala hapa, waheshimiwa viongozi wa serikali na mila, viongozi wa chama cha mapinduzi walioko mahala hapa, waheshimiwa wageni walioambatana nasi, waheshimiwa wanawake kwa wanaume

Karibishwa, na nalalasha alaja geligeli amo alahila alahila. Ni mjomba kwangu, lakini baba pia ni shemeji kwangu na, dinye... no, na bado ni wadarasa kwangu. Kwa hiyo kunikaribisha katika sherehe yake, naifahamike sasa kwamba amenikaribisha kama ndugu na ifahamike kwamba amenikaribisha kama mtu wa maana kwake, <coughs> wala sio <saw> vinginevyo. <coughs> ah, tuliachana miaka mingi na akachagua kufanya majukumu mengine na mimi nikaendelea. Na mimi niruhusu tu niseme jambo moja kwangu, sio sio kwa ajili ya kujisifu. <coughs> ah, Mheshimiwa Diwani

ya uh, kati kati wa watu hawa ule watu wako wenye sifa mbalimbali runga. E, e, wako wasio wahitaji, wako watoto yatima, wako wajani, wako so, mara nyingi wadani wanapatikana katika jamii yetu, wako wenye ulemavu mbali mbali, wako watu wenye ulemavu mbali mbali, pamoja nakuwa nafahamu upendo wako

Anasema jitahidi kujionyesha kwa umekubalika na Mungu kwa kazi asiyokuwa na sababu ya ukitumia kwa si halali neno la kweli, ndugu yangu Baraka. Baraka, tumia muda wako vyema. tumia muda wako vyema ukiwatumikia watu hawa usiwachoke. Mina uriki ni watoto wako uliopewa na Mungu kwa wakati huu. Vumilia changamoto zao, mahitaji yao na mapungufu yao. Ukifanya hivyo utafurahia maamuzi yao, maamuzi waliokuchagua, utafurahia nguvu yao, utafurahia upendo wao, utaona na vipaji vyao. Ndugu yangu Baraka, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafafanua kuwa serikali za mitaa ni vyombo vya wananchi kuna serikali ya wananchi na serikali na ra serikali na kuna serikali kama serikali. Serikali ya wananchi sio wakala ya serikali kuu. Serikali ya wananchi sio serikali ya, ya, ya wakala kuu. Serikali ya wananchi sio wakala wa serikali kuu. Inasema kwamba wale serikali

shegini na kuajibika kwa wananchi wenyewe. Hivyo basi za mitaa zimeundwa kwa mantiki ya kuwezesha wananchi. Wanaume na, na, na, na, na, na kwa wanawake. Utawala wa kushiriki katika masuala ya siasa, uchumi, upatikanaji wa huduma na utawala katika maeneo yao. Swali langu na kwa mwingine ni kwamba Je, wananchi wetu wanaelewa hivyo? keylosarra wa ikularonganalikilikiroe. Je, viongozi waliopo wanazingatia hayo? kama larikokotikwa ni yani muundo ambao unawezesha wananchi kuwa dhabiti na maamuzi yao mba, na

Na mamlaka haya yanapatikana kwa wananchi. Wewe inaki roriana akatumia dola. Ndugu yangu baraka. Allah la shalai baraka. Kwa Mustafa huyo. Wewe tena. Wewe ni kiongozi wa wananchi. Ila yala liko ni lo. Wala si wakala wa serikali. Ila la liko alalikaro alal. Wala rasha kinoni lo lo. Simamia

yako majukumu ya msingi yanayopaswa kufanywa na kiongozi wa kitongoji etimbrikinawambalaitaa machachereruti moja, ni kuwakilisha wana kitongoji katika serikali ya kijiji nnabogilo aai kutunza rejista ya wakazi wa kitongoji nimbunengesaa run

jukumu lako kusuluhisha migogoro midogo isiyo stahili kushughulikiwa na, na mabaraza na mahakama bilo. Kusimamia shughuli za ulinzi na usalama. Kufuatilia na, na, na, na kuhakikisha kila mtoto mwenye umri wa kuenda shule anaenda shule la msingi kwa kila mtu. Ndugu zangu wananchi, Kumbo kwa vitongoji ni mojawapo ya marekebisho yaliyofanywa siku za karibuni, na nawaasi wananchi mtende hivyo. Ndugu zangu wananchi, naomba niseme neno fupi

Yuneno nia, nia. Nia. Neno la kwanza ni ndugu e e wananchi, umri wangu sio mkubwa kiasi ya kuweza kueleza vizazi na vizazi, lakini sio mdogo kushindwa kueleza mabadiliko kadha wa kadha katika jamii ya kwetu. Ni neno la Mungu linasimama badala ya neno la Mungu. Ndugu zangu, Mungu alivyoumba wanadamu aliumba kwa mfano wake warengi. Biblia katika Mwanzo moja inasema, kisha Mungu akasema akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu, atawala samaki wa baharini na ndege wa angani wa kufugwa wanyama wa kufugwa dunia yote na viumbe vyote vinavyombaa. Maana yake wewe ni ira mfano wa Mungu, ira ngira nyanyugo rangai. Wewe ni mfano wa Mungu, ira ngira nyanyugo rangai. Wewe ni mfano wa Mungu, narudia, ira ngira nyanyugo rangai. Uh, umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Iiwa ndivyo hivyo, basi usidharau, usijidharau, acha ku kus acha kusambaza acha, au kujenga notion ndani ya moyo wako kwamba wewe sio kitu. Baada eh, eh, ya kuumbwa kwa mwanadamu, dhambi iliingia duniani, madhaifu kutokana na madhaifu na mapungufu wa mwanadamu a, e, e, na kufanya tutende ukisoma dhambi ukisoma Warumi tatu, ishirini na tatu, neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu Mungu. Wakati huo huo, kwa kuwa Mungu ni Mungu wa rehema

Neno na na la Mungu linasema, ikiwa watu wangu wanguabota kwa jina langu watanyenyekeza mbele zangu na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuasamia dhambi zao na kuiponya nchi yao, ili tupone tumungu natingu.

Tumtafute Mungu katika zama hizi tuachane na ibada ya kuabudu miungu visivyo hai, tumwabudu Mungu aliye hai

japo changu sasa bado najiuliza kidogo, kidogo. Naamini kama sio ufunguo, na ni mwanga katika maisha na, ma, familia kwa ujumla. Ndugu zangu bado jamii yetu ambayo ni sehemu ya dunia, tuko nyuma sana kielimu ukilinganisha na jamii zilizo mbele. Sio kwamba sio kwamba tunashikilia mkia wa dunia la hasha, bali tuko nyuma kiasi kwamba tunapaswa kuongeza mwendo na speed katika swala la elimu. Ndugu zangu, sera za elimu na mafunzo ya mwaka elfu mbili na kumi na nne imeeleza eh, kuwa elimu ni nyanzo muhimu sana katika kuhakikisha kuwa taifa litakuwa na wananchi wenye uwezo

hatari ya kuwa tuko nyuma kielimu. Swala la uandikishaji watoto kwenda shule, swala la uandikishaji watoto wa kwenda shule ni moja ya viashiria vinavyotuonyesha kuwa tuko nyuma. Ninawasi viongozi waliopo, ninaomba sana, ni ni sana tushughulike katika hili. Solomon well, um, uh, uh, Mungu akubariki. Mimi ni kushukuru sana, lakini mwisho pia si ninaomba niombie watu wa Mungu. Nilitamani hili mheshimiwa diwani asikie, watu hawa walioko mahala hapa, watu hawa wote wasimamiki ni wadamu kwangu na, la serikali amo kwa sababu mbegu ya mamake mama yangu mzazi, yaani mwaronya na roibu familia yake wako mahali hapa, wale ormari ile nyepo ogine dieni. Ukija upande wa babaangu mzazi ate ni lorusi hapa ndio golake wale nena enorkunuli lenye

Lakini na Mungu pia kaangais aliyeniweka huru na nyalara lakua. Kwa hiyo mimi ni kushukuru sana, baraka ashe, baraka nikushukuru mno, ashe. Lakini sasa naelekea mahali ambapo